Business Channel online television, ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Nimekuwa napata maswali mengi kutoka kwa wadau wakitaka kufahamu kiasi kidogo cha mtaji kinachotosha kuanzisha biashara. Kutosha au kutotosha kwa mtaji wa kuanzisha biashara hutegemea maamuzi unayofanya. Baadhi ya maamuzi huweza kuchangia mtaji kuwa mdogo, na maamuzi mengine yanaweza yakasababisha kuwa na mtaji mkubwa au kuhitajika mtaji mkubwa. Sasa kipindi cha leo cha Dira ya Ujasiriamali nitaeleza jinsi ya kupunguza gharama kubwa za mtaji wa biashara. Kwanza nianze kwa kueleza vigezo vinavyotumika kufanya makisio ya mtaji wa biashara. Kuna vigezo kama vinne hivi ambavyo kwa kawaida hutumika kufanya makadirio ya mtaji wa biashara. Kigezo cha kwanza ni zile fedha zinazohitajika kuanzisha biashara, yaani gharama zote zinazolipwa kabla biashara haijaanza. Hizo tunaita ni gharama za kuanzisha biashara. Kigezo cha pili ni gharama za kuendesha biashara. Hizi ni gharama ambazo zinalipwa pale biashara inapoanza kufanya kazi, yaani biashara inapoanzishwa, kwa maana kuwa mauzo yanaanza kufanyika na shughuli nyingine za biashara zinafanyika. Sasa hizi hizi zinaitwa ni gharama za kuendesha biashara. Kigezo cha tatu ni gharama za kununua vifaa vya biashara, kwa maana ya kuwa biashara inahitaji vifaa mbalimbali kuna vifaa kama vile unaweza kusema mezani, kuna vifaa kama vile refrigerator, kuna ma-air condition, kuna makabati, kuna madirisha na kadhalika. Sasa hivi ni vifaa ambavyo ni kigezo kimoja hapo kinachotumika kukadiria mtaji, na mwisho kabisa ni gharama za kununua bidhaa, bidhaa ambazo ndio zinauzwa kwa wateja. Sasa hivyo ndio vigezo vinne vinavyotumika kwa ajili ya kufanya makadirio ya mtaji wa biashara sasa kama nilivyosema ukubwa wa mtaji wa kuanzisha biashara inategemea maamuzi utakayokuwa umeyafanya na hasa hasa kuhusiana na hivyo vigezo vinne nilivyokwisha vitaja hapo juu. Sasa labda tuangalie sasa mbinu ambazo unaweza ukazitumia kupunguza ukubwa wa mtaji wa biashara na ukaanzisha biashara kwa mtaji mdogo. Namba moja ni pango la sehemu ya kufanyia biashara. Unajua biashara nyingi zinafanywa kwenye frame au kwenye sehemu kama ya duka ambapo mfanya biashara anaweka vitu vyake na kuuzia e, wateja. Sasa zile frame au zile sehemu za vyumba v vi vinavyofanyikia biashara huwa vinakuwa na gharama sana kwa sababu pango la nyumba sana sana labda sehemu za chini kabisa au sehemu ambapo ziko chini unaweza kuta ni elfu hamsini kwa mwezi, lakini unaweza kamba hata hizo elfu hamsini ulipe kwa miezi mitatu kwa nakuwa laki tatu, laki moja na nusu. Lakini sehemu nyingi unakuta sio chini ya laki moja ile sehemu ya kupanga. Sasa ni ni swala la wewe sasa kutafakari je, yeah, unahitaji ku kutumia hiyo fremu au unahitaji kufanya biashara katika fremu? Kuna uwezekano wa kufanya biashara bila kutumia hizo fremu ama pengine nitakuja kuzungumzia hapo baadaye. Kwa namba moja ni swala zima la fremu, au sehemu ya kufanyia biashara. Ukifanya uamuzi sahihi utapunguza gharama za mtaji. Namba mbili ni swala la manunuzi ya bidhaa kutoka kwa wale wauzaji wa jumla, kwa sababu unapoanza biashara bidhaa zako unanunua kwa wauzaji wa jumla. Sasa maamuzi unayofanya, unaweza ukajikuta unatumia pesa nyingi sana kwa kununua bidhaa, au unaweza ukajikuta unatumia fedha chache. Sasa moja kati ya vitu au baadhi ya mambo ambayo unaweza ukafanya, ni kwa mfano, unaweza ukaamua kununua bidhaa zako kutoka kwa wauzaji wakubwa au maajenti wakubwa ambao wanakwenda moja kwa moja viwandani na kununua bidhaa sasa. Hao wanapata bidhaa kwa bei ya rahisi sana. Kwa hiyo sasa, wakija kwako, wanaweza kukuuzia bidhaa kwa bei ya chini kabisa, kuliko kama unaenda kwa wauzaji wa jumla wadogo wadogo hawa, ambao unaweza ukakuta wao nao wananunua kutoka kwa Kwayo, kwa wauzaji wa jumla wengine wakubwa. Kwa hiyo ukajikuta unapata bidhaa kwa bei ya juu sana, na hivyo ukahitaji mtaji mkubwa kuweza kununua hizo bidhaa. Namba tatu ni swala la manunuzi ya vifaa mbalimbali kwa ajili ya biashara, kama nilivyokushaeleza hapo awali. Unaweza ukakuta kwa mfano kwenye fremu ya duka unahitaji vitu kama makabati, unahitaji vitu kama eh, refrigerator, unaweza ukajikuta pia unahitaji labda air conditioner. Sasa ni nategemea na matakwa yako. Sasa hivyo ndio tunaita ni vifaa. Kwa hiyo vifaa mbalimbali ambavyo utavinunua kwa ajili ya kufanya biashara inategemea uamuzi wako. Kama uamuzi wako unahitaji vifaa vingi au vya bei kubwa, basi na mtaji wako utakuwa mkubwa. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana kuangalia, je, hivyo vifaa kweli vyote unavihitaji au je, unaweza kununua pengine nyingine ukanunua vya second hand, yani vile vilikushatumika na vitu kama hivyo. Namba nne ni swala la gharama za kusafirisha bidhaa Unajua, mara nyingi sehemu unapofanyia biashara inakuwa ni mbali na kule unakonunua bidhaa. Sasa inabidi uwe makini, kwa sababu unaweza ukajikuta fedha nyingi unazitumia kwa kusafirisha hizo bidhaa kutoka ulikonunua mpaka kule unakofanya shughuli zako. Kwa hiyo ni swala la kuangalia utatumia usafiri wa namna gani, na pengine uweze kuangalia manunuzi yako, kwa sababu kama unanunua vitu kidogo kidogo utajikuta mara nyingi unalipa gharama za usafiri kuliko kama ungenunua vitu vingi kwa mara moja. Utakuta utakuwa unanunua, utakuwa unalipa gharama za usafiri mara kwa mara, kwa sababu safari zako zitakuwa ndogo. Jambo la tano ni matangazo ya biashara. Inashauriwa kuwa usianzishe biashara kimya kimya, fanya biashara ambayo inatangazwa. Kwa hiyo ni vizuri utangaze biashara yako ili watu waifahamu na wateja waifahamu ili uweze kufanya biashara nzuri. Sasa swala linakuja, matangazo utagharamia vipi na ni aina gani ya matangazo utakayofanya? Sasa of course inategemea kama unataka kwa mfano utangaze matangazo yako kwenye television, of course bei itakuwa ni juu sana, au kwenye maredio haya bei zitakuwa ni za juu, lakini pia unaweza ukasema unataka kuweka mabango Matangazo yako kwenye mabango. Sasa hivi vyote ni vitu ambavyo inabidi kuviangalia. Au ukasema nitatangaza kutumia mitandao ya jamii kwenye internet. Kwa hiyo ni swala la kutafakari. Kutangaza ni muhimu, lakini unatumia njia gani ya kutangaza ili uweze kupunguza gharama za za matangazo? Mwisho naona niongelee swala la kufanya biashara kupitia internet. Kwa sasa hivi wafanyabiashara wengi wameingia wame kwenye mfumo wa au wameingia katika hali ya kufanya biashara kutumia internet. Kuna faida na hasara zake, lakini kwa kweli kwenye suala la kupunguza gharama, internet inapunguza sana gharama, kwa sababu kwanza hutahitaji kuwa na duka au jengo lile ambapo unalipa una pango na gharama chungu nzima. Kwa hiyo utakuwa umeokoa ume hapo lakini hata swala la matangazo utahitaji kutumia tena redio au televisheni. Kwa hiyo unatangaza kwa kutumia eh, eh, internet ambao gharama zake ziko za chini, na jinsi ya kupata wateja pia inakuwa ni nafuu sana kwa kutumia internet kuliko kama ingekuwa una, una duka lako na nini. Kwa hiyo swala la kutumia internet inabidi ufanye uamuzi, utakapotumia interneti inaweza ikasaidia sana hata kupunguza mtaji wako wa kuanzishia biashara. Kwa hiyo ni muhimu pia uangalia au tafakari kama kuna uwezekano wa kutumia internet kufanya biashara zako. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali, na leo nimeelezea mbinu unazoweza kuzitumia kupunguza gharama za ukubwa wa mtaji wa kuanzishia biashara. Naomba uendelee kuangalia vipindi vyetu vya Tan Business Channel Online Television vinavyotangazwa saa tatu usiku kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania. Asante na karibu tena.